Ushagundua mama yako ana mimba ya mwanaume mwingine ambaye si baba yako mzazi. Umeplani kufanya nini? Msimamo wangu mimi, mali zetu zote msimamizi awe mchumba wake huyu. Kitu gani hasa ambacho kinakufanya wewe uwe mgumu kumshawishi baba yako kunikabidhi mimi mali zake nizisimamia? Mtu tubaki usiomwelewa, ukamkabidhi mali kweli? hapo bado uja hujanipa wazo, hujanielekeza kitu. Nenda ah, nienda kamwongezee ili kubwa kuliko kama utakuwa naye baba tena Basali. Basali, Basali, wewe ni kijana mbaya sana, mshenzi sana Adamu yani. Yeah, nakupenda nakupenda na nakupenda na na nakupenda kutoka moyoni, ilikuwa naonelea kuliko kusimamia tu mali, kwa nini tusimrisishe kabisa mme wangu mama? <laughs> <laughs> <laughs>